Uongo wanaoweneza ni kuwabambika jina linaloitwa almujasima. Wanaoita ahlusunnati waljamaa kwa jina la almujasima. Mujasima wapo, walikuwepo tangu hapo zamani walikuwepo, kuna watu wakiitwa almujasima na sio ahlusunnati waljamaa lakini wakalichukua jina lile, wakawapa ahli sunna maksudi. Mujasima ni kina nani? Ni watu ambao wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wataala ana mwili, kina hishamu aljawaliki alrafidhi, jishia kubwa hilo

Wamempa Allah mwili alhishamani, na watu waliokwenda katika maslaki yao mpaka waliposhikamana baadhi yao kwa karne kadhaa au miaka kadhaa baadaye, waliposhikamana na madhhabi ya mu'tazila, wengi wao wakaachana na madhhabi ya al-mujassima, lakini wapo watu wenye itikadi hizo na hii ni katika mambo haya, katika mambo mabaya kabisa, jambo ovu kabisa, lisilofaa. Sasa wakayachukua haya haya mabaya haya, wakawapa ahli sunna, ndipo utasikia moja kwa moja unamtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwamba kwa huyu ni Ibn Taymiyyah al mujassim, na baadhi ya maeneo wanaandika vitabu wanaandika vitabu wakinukuu maneno ya Sheikh ul Islam Ibn Taymiyyah kwa khiana kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah na yeye anazungumzia swala kuwa Allah ni jisi. Siku moja kuna bwana mmoja alinipigia al al al simu, akaniambia mimi naitaka itikadi ya salaf, lakini kuna kitabu cha nitatiza sana ukinijibu maneno yaliyo kitabu hicho basi itakuwa sina kipingamizi cha kufuata itikadi ya salaf. Wakati huo tushamalizana na yee katika masuala ya uluuu Allah, kuithibitishia sifa ya ulu llahi taala kwa mujibu wa nususi za Quran na Sunna na akwali za wanawachuoni, sema hii mimi sina shaka nayo. Sasa kakaa alikokaa kasaina kitabu mimi nadhani ni almaqalatu saniya, kwa mimi nitakuja nielekeze, ukijibu hizi hoja zilizomo humu, mimi nitakuwa sina pingamizi na, na, na, na itiqadi ya salaf. Akaja na hicho kitabu, kwenye kile kitabu waliwaandisha, ili wali mwandishi ananukuu kabisa kwamba Sheikh ul-Islam ibn Taymiyyah asema hivi anathibitisha kwamba Allah ana mwili ah, ya yani, anafanya tashbihi na tajsim. Sasa alipoanza kusema ngavia ya maneno ni uongo na uzuri, alhamdulillah, umekuja kwenye maktaba hapa, vitabu vya shekhu lislam ibn taimia vipo, siametaja marejeo hapa kwamba angalia juzuya ngapi. Haya, twende sasa moja baada ya moja ibara akaisoma, nikamwambia huu ni uongo, tufungue kitabu. Maneno haya akayazungumza katika Bayanu Talbisi Aljahmiyya. Haya, twende sasa ha, katika juzuu hii aliyotaja na ukurasa, kwa sababu anajua kusoma. Ah, kumbe uongo, nambe uongo. Uongo vipi? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah awanukuu falasifa kwamba mafilosofi watu wa batili wasema hivi hivi hivi, anukuu maneno yao, kweli maneno kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah, kisi yake yeye anawanukuu watu wa batili kwamba wasema hivi hivi, hoja yake itakuja mbele, lakini yeye ayafanya kwamba ni maneno ya Ibn Taymiyyah ya yeye mwenyewe rahimahullah. Na Ibn Taymiyyah hawezi kusema maneno hayo, hii ni kadhib alayhi Hii moja sasa, itakuwai na beta nyingine, lakini uone kwamba watu ni qaumun buht, watu warongo, hawawezi kuthibitisha jambo kama hilo kwamba Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ni mujassim, hawezi kudhibitisha, lakini kumtukana tu kwa ni mujassim utaweza, kwa sababu wana uhuru wa kusema, la yarkubuna fi muminin illa wala dhimma. Kwa hiyo hii ni kazi yao, utafanya wanavyotaka na mpaka leo utakuta mashaikh zao wanazungumza maneno hayo, na utakuta wengine wasimama, wakwambia kuna bidaa ya mujasima, usije ukaona kwamba wanawakusudia mujasima kina Hisham, wanawakusudia kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na maimamu wakubwa waliokwenda ambayo Ibn Taymiyyah amekwenda katika maslaki yao na wale waliopita katika mwenendo wake na hawana ithbati yoyote ya kiilmu juu ya jambo hilo, wanasema waliomezeshwa na mashehe zao au na waadui wa ahlissunnati waljamaa, lakini ithbati kwambie, lete hana, na hoja atakazozileta ni hoja za falasifa na ahlul kalam, ambayo la yutamanuna fi dini llahi azza wa jalla, hawezi kuaminiwa katika jambo la dini. Sisi tuchukue dini yetu, tuwe kwenye mikono ya falasifa vipi takuwa jambo hili kwa jambo lile? Ni kama hoja ya kwanza ya pili, yafanana na hivyo hivyo, ni kama majumua lifuatawa soma. Sheikhul Islam azungumza kitu kingine, yeye amenukuu kitu kingine. Mimi nilikuwa na hoja zangu nyingi, lakini hizi zimetosha. Jamaa waongo hao, sasa atajua yeye mwenyewe kwamba sasa amekubali kwa asilimia 100 tukaje salafi wa kukubali lakini ili kile kitabu kilipoandikwa ni shubuhati tu, na ukiangalia utaona nah, majmuu al-Fatawa, bayan talbis al jamia alwasit, vitabu vya nukuu vya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na maneno ya kutajia lakini, anafanya urongo, wanazua uongo, anazulia maimamu. Hizi ni katika tabia zao. Hata siku za nyuma niliandika kitabu, ilikuwa ni mwaka 2000 na ngapi na nane um, saba, kitu kama hicho. Hoja zenye nguvu katika kuthibitisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho, nikimjibu mibadhi mmoja akiitwa Juma Mazrui kwenye kitabu chake pia, akita hoja zenye nguvu, lakini katika kukanusha, yeye anakanusha kuonekana Allah kwa macho, nipo mjibu yeye. Akajibu kwa mvolum makubwa hivi. Aa, akataja mambo mengi mule ndani, kile mambo ya kiitikadi. Miongoni mwa mambo aliyoyataja akasema kwamba hawa mawahabi itikadi zao kadha wa kadha, akataja mambo ya tajisimu, masala ya tashbihi akayataja, akawasema vibaya wana wachuoni. Na hawa bwana kwa wao hajasalimika mwana wachuoni yoyote, kile mwana wachuoni wao kwao watamsema wata, wata, wata vibaya

ametaja ha hadithi katika kitabu chake. Hadithi hii yaonyesha ya, ya kwamba siku ambayo nabiullahi Musa alaihi salatu wassalam alipokwenda kwenye miqat kwenda kuzungumza na mula wake alimkuta Allah jalla waala kapanda, iko juu ya mti kavaa suti na viatu kwenye manyoya. Asema hivyo hivyo, sio kumzulia anasema wakati watu kama kina bni bata lukbari na walio mfano wake wanawaita kuwa ndio Ahlu Sunna au maimamu Sunna au Salafu Salih. Lakini je, nini itikadi ya Ibni Bata? Ibni Bata huyu ndiye aliyesema Nabii Musa alimkuta mtu juu ya mti kavaa vazi la sufi na viatu Akasema naye, yani yule yule mtu akasema na nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa akasema, ni mibrania gani huyu anayesema na mimi? Yule mtu akajibu, mimi ni Mungu. Akaendelea akasema, yaani nabii Musa kamkuta mwenyezi Mungu juu ya mti kati ya suti na viatu. Jamani, kaandika hivyo. Huyo aliyesema haya bado ataendelea kuwa Mwislamu, licha ya kuwa ni ahli sunna. Basi mwenye kusema maneno hayo kwa mawahabi, si mtu wa bid'ah, bali ndio ahli sunna na ni imamu miongoni mwa maimamu adhimu wa Kiislamu. Mwisho wa kumnukuu, kunukuu uongo wake. Mnaelewa? Sasa maneno ameandika tena kwa Kiswahili, ameeleza kwa watu wengine kwenye mitandao, katoa vitabu kwamba Imamu Ibnu Battah ana kitabu cha itwa Al Ibana An Usuli Ldiyana, kitabu cha ahlusunnati waljamaa. ha amemzulia hapa uongo wazi kabisa kwamba eti Nabiullahi Musa alaihi salatu wassalam, alipokwenda kwenye miqati alikutana na mtu yuko juu ya mti mwenyewe amekaa kule, kavaa vazi lake la sufi na viatu. Alipokuwa akimsemesha hakujua kutofautisha baina ya Mungu ndani na mwanadamu ndani, auliza ni mwegerania gani huyu anayesemesha aliyo juu ya mti? Asema mimi Mungu. Alafu ah, asema afafanua kwamba Nabii Musa amemkuta Mungu yuko juu ya mti kati ya suti na viatu, amzulia

sawa na kofia ya sufi na suruali ya sufi na viatu vyake ni vya ngozi ya punda mfu, wanalahu min jiddi himarin mayit. Hivyo hivyo mamuil bazar ikazitaja baadhi ya riwaya zilizokuja hapo. Sasa, katika Al-Ibana kwenye juzu ya sita ukurasa wa 307 na hadithi nambari 2435 na hadithi hiyo amepokea imamu Tirmidhi katika Jami hadithi nambara ya elfu moja mia nane thalathini na nane. Akaitaja hadithi hiyo utakuta maneno yale yale, lakini riwaya ya Tirmidhi pia ina ufafanuzi zaidi. Naam, kwa hiyo katika riwaya zote hizi ambazo tumezitaja, hakuna mahali hapo penye maneno hayo ya, ya kikafiri ambayo huyu bwana ameyataja, kwamba Imamu Ibn Bata amesema kwamba Nabii Allah Musa alaihi salam siku alikwenda kwenye mikati kwa ajili ya kuzungumza na mola wake alimkuta Allah iko juu ya mti. Hakuna maneno haya, si katika vitabu vya Ibni Bata wala katika vitabu vya wanaochuoni wengine kina Tirmidhi kina Albazari na wengineo. Hakuna hata mmoja aliyesema maneno haya. Sasa swali yiyo ikayatoa wapi? Yani waandika kitabu mavolumu wa vitabu ujibu hoja fulani za watu fulani, lakini kwa uongo. Maanake nini? Sasa maneno haya ukiyatakiwa siku ya kiyama uyaletu umeyatoa wapi? mambo ma, ma, ma, hayajakwisha. Ibn batta ashafariki, asha na imamu katika aima wa al-Sunna na wameandika maneno yako umeeleza kwa watu na umemzulia uongo na umebainishiwa wazi kwamba hapa umezua uongo wa wazi kabisa, na si hapa sehemu si nyingi iozitaji kwamba hapa umezua uongo, hapa umezua uongo. Lakini moja ni hili, wawazulia watu na suala kwamba Allah amevaa suti liko wapi? Wala nabii Musa pia haikutaja wacha kuwa Allah akavaa suti, hata huyo nabii Musa ambaye amekutwa amevaa kisaa ya sufi na shuka ya suti, haijasema kwamba kwa akavaa suti lakini kaleta neno suti pale kwamba Nabii Musa kafaa suti, na mwingine atakuja ataongeza natai, sikulingine atakuja mwingine na heti, ili mradi tu kuonyesha kwamba hawa ahlusunna ni kama mavichaa vichaa vimachizi wajisemea tu katika mambo ya dini. Sasa uongo akikuwa ni uongo, ndio maana kitabu chakiita wailun likulli afakin athim, ole wake kila mzushi mwenye madhambi, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Kwa hiyo nasema hivi, inazungumza ya kwamba ahlul bid'ah wal ahwa ala ikhtilafi masharibihim, pamoja na tofauti ya mielekeo yao na vyanzo vyao vya kuchukua maneno, lakini wameafikiana

Kwa nini? Kwa sababu wanathibitisha sifa zake subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja.